Baada ya Joji kumwonyesha Beatrice zile karatasi, Beatrice alibaki ameduaa akabaki amekodoa macho bila kujua cha kujibu. Joji akaendelea kuzungumza kwa hasira, kwa hiyo ndio maana ulikuwa unanipiga chenga kila siku kwenda hospitali. Kumbe ulikuwa unajua kabisa una tatizo, alafu ukaamua kunificha. Beatrice, sijafurahishwa na hili jambo kabisa, Umenisikitisha. Beatrice akajaribu kujitetea, Mama wangu ambayo unisame. Niliogopa na ufya utaniacha, lakini Joji akiwa amekasirika na kuumia akatikisa kichwa na kusema, Beatrice, hujui ni jinsi gani ninavyokuamini, ina maana hujui upendo wangu kwako na bado umeamua kunificha jambo kubwa kama hili. Umenifanya nihisi kama sina maana kwako. Beatrice akaangua kilia, akihisi dunia yote imemgeukia. Joji akaingia ndani tena, huku akizungumza peke yake, kama amenificha jambo hili, anaweza akanificha mangapi? Usiku ulipofika, mama yake Joji akamwita tena Joji na kumwambia kwa shinikizo kali: Joji, najua jana usiku kulala na mkeo. Sitaki hili lijirudie tena. Neema ndiyo mkeo, yeye ni mama watoto wako. Utalazimika kufuata mila na maamuzi ya familia. Huyo Beatrice ni mgumba, hawezi kabisa kukupatia huyo mtoto, hilo liko wazi kabisa. Mama yake Joji akaendelea kumwaga maneno mazito ya kumchafua Beatrice mbele ya mwanawe. Mwanangu, wanawake kama Beatrice hawakujitunza wakati wa usichana wao. Haya ndio madhara ya kutoa mimba hovyo. Sasa cheki kizazi chake kimechoka, anataka shida zake ubebe wewe. Inabidi umwache huyu mwanamke na utulie na Neema pekee, hapo ndo utaona amani ya hii familia. Baada ya maneno mazito ya mama yake kule Sebleni, George hakujibu chochote. Uso wake ulikuwa umejaa hasira na uchungu, kisha akaondoka kimya na kuelekea chumbani kule kwa Beatrice. Mama yake Joji alibaki akishangilia kwa furaha, akajua sasa Joji ataenda kumwacha Beatrice na kutulia na Neema. Yaani, huyu mgumba akitoka huko ndani, ah, tutafanya sherehe kubwa sana. Joji alipofungua mlango, alimkuta Beatrice amekaa kitandani, huku macho yake yamevimba kwa kulia. Joji akamsogelea akamshika mkono na kumwambia, kwa nini uliamua kunificha haya yote, mke wangu? Beatrice akainua macho yake akajibu kwa sauti ya kutetemeka, mume wangu, nilihofia sana. Nilipokuwa nimechukuliwa vipimo, majibu yaliniuma sana, nikaona bora nisikwambie. Sikutaka nikupoteze. Kisha akaendelea kueleza kwa kina jinsi vipimo vilivyofanyika na majibu ya daktari. Alilia tena huku akimuomba msamaha mumewe. Joji akamsikiliza kwa umakini huku moyo wake ukiwa umejaa maumivu, lakini pia huruma. Kisha kwa sauti ya upole akamwambia, mke wangu, sikiliza, mi nakupenda sana naelewa maumivu unayoyapitia na pia hutaki kunificha jambo lolote, mi ni mume wako. Beatrice alipata faraja kubwa sana ndani ya moyo wake baada ya kusikia maneno hayo kutoka kwa mume wake, lakini akiwa na uoga akikumbuka kipigo cha mchana kutoka kwa mama mkwe, kwa sauti ya kutetemeka akamwambia mume wake, mume wangu a nenda tu kalale kule chumbani kwa Neema ili kupunguza kelele huko ndani. Joji akamwangalia kwa mshangao, ina maana unanifukuza mke wangu? Umenisamea kweli? Beatrice akatikisa kichwa, machozi yakitiririka tena, hapana mume wangu, mimi sina shida, nenda tu ili kesho huwe siku angalau tulivu. Joji alipomshika mkono mkewe alishangaa kuona alama nyekundu ya kupigwa. Akanyanyua mkono wa mkewe, kisha akamuuliza, mke wangu, hii alama ni ya nini? Nani amekupiga? Beatrice alinyamaza, macho yakijaa machozi, hakusema neno. Uso wa Joji ukabadilika ghafla, ukawa na hasira na uchungu. Huyu ni mama, si ndiyo? Namjua vizuri sana mama yangu. Kwa nini ukuniambia? Kwa nini ukanyamaza? Beatrice akajibu, haina shida mume wangu, niko sawa tu. Joji akasimama na kusema, hapana, this is too much. Beatrice akajaribu kumshika mkono kumzuia ili mumewe asiende kumuuliza mama yake, mume wangu, tafadhali usiende hii italeta shida kubwa na naogopa mambo yatakuwa mabaya zaidi. Lakini George hakuweza kutuliza hasila alizokuwa nazo, alimtoa Beatrice na kwenda sebleni mbio. Alipofika, alimkuta mama yake Neema na dada yake Ashura wakiwa wamekaa wakicheka huku wakipiga stori. George akasimama mbele yao, kwa sauti kali akasema Mama, kwa nini umempiga Beatrice? Nimefanya kila mnachotaka, nimevumilia kila kitu, lakini bado hamridhiki hadi kufikia hatua kumpiga mke wangu. Mama yake akasimama polepole huku akimwangalia kwa dharau. Huwezi kuniongelesha hivyo kwa ajili ya huyo kikaragosi. Kwa hiyo mwanamke ana dharau sana, nilikuwa na mfunza adabu ambazo hajafundishwa kwao maneno yale yalimuumiza sana George, na kusema, mama, naomba unisikilize vizuri. Namfahamu sana mke wangu Beatrice, ana moyo mzuri. Beatrice ana roho nzuri. Beatrice, moyo wake una upendo, hawezi kukudharau mama. Kwa hiyo George, mimi nakuongopea, si ndivyo? Kwa hiyo mimi mama yako nadanganya na Beatrice anasema ukweli? Mama, Beatrice hana chuki wala hana kinyongo na mtu yoyote. Joji akavuta pumzi kidogo, kisha akasema kwa msisitizo, mama, hapa ulipofika inatosha. Hili alivumiliki tena, siwezi tena kuendelea kushuhudia mke wangu akiteseka wa namna hii. Inatosha mama. Sebule ikawa kimya ghafla. Neema akachanganyikiwa, Ashura akatikisa kichwa kwa hasira. Lakini Joji alisimama imara, sauti yake ikisikika kama mwanaume anayelinda nyumba yake. Beatrice aliyekuwa amesimama mlangoni alitetemeka, machozi yakimtoka, alishuhudia yote huku moyo wake ukijaa maumivu, lakini pia faraja. Kwa mara nyingine, Joji alikuwa amesimama upande wake, licha ya tukio lililokuwa limetokea muda uliopita. Kisha Joji akasema kwa sauti nzito iliyojaa maumivu na hasira, nilikuwa na amani na ndoa yangu, nilikuwa na furaha na mke wangu, lakini tangu ulipokuja hapa, kila siku nyumba hii ni chungu kwa ajili yenu mama. Kila siku mnaleta matatizo mapya. Sasa nasema wazi kabisa, huyu binti simtaki ndani ya nyumba yangu. Kesho asubuhi nikiamka, nisimkute hapa. Hii nyumba ni ya kwangu, Sitaki kupangiwa, sitaki maswali. Mama yake alishtuka sana. Neema, macho yakamjaa machozi na hofu. Ashura akabaki mdomo wazi, maneno ya Joji yaliwagusa sana. Joji akageuka na kuondoka kwa hasira, akaenda chumbani. Alipofika chumbani kwa Beatrice, moyo wake ulikuwa umechoka, kichwa kizito ndani ya moyo alikuwa na maumivu. Ndani ya muda mfupi maisha yao yalikuwa yamebadilika sana. Beatrice alipomwona akiingia aliinuka haraka na kusema pole mume wangu, tulia. Akamshika mkono, akamvuta taratibu, akaketi kitandani. Joji aliinamisha kichwa kama mwanaume aliyebeba mzigo mzito sana Beatrice akampakata huku akimlaza kichwa mapajani mwake, pole mpenzi. Akiwa amejilaza pale kwa mkewe, alihisi kupata utulivu kidogo baada ya vurugu nyingi. Beatrice akampapasa kichwa kwa upendo mwingi huku akimtuliza. usiku ule Joji alilala huku akitulizwa na mwanamke pekee aliyempenda sana. Asubuhi ilipofika Joji alitoka chumbani na kwenda sebleni, lakini kabla hajakaa vizuri, ghafla mama yake akaingia kwa kasi akiwa amekunja uso, mikono kiunoni, kama mtu anayejiona mwenye mamlaka ya mwisho. Alizungumza kwa sauti kali, una shida gani wewe? sisi familia yako tunajaribu kumtoa kwenye shimo, lakini ulioni hilo. Badala yake unatuona sisi ni kama watu wabaya, si ndivyo? Joji alinyamaza akimtazama tu mama yake. Akaendelea kuzungumza huku akipiga kifua, mimi ningekuwa mbaya, wewe ungefika hapo ulipo? Umekaa kwenye tumbo langu miezi tisa, nimekuzaa kwa uchungu, tumekulea na kukusomesha mpaka umefika hapo ulipo. Ni mimi na baba yako ndio tumepambana kwa ajili yenu. Leo unajifanya kunidharau si ndio? Sasa nisikilize vizuri, hapa hatoki mtu. Mtoto atazaliwa hapa hapa. Wa kutoka hapa sio neema wala sio mimi, ila ni huyo kalagosi wako aliyekuloga na kukuharibu hizo akili zako. Alipokuwa akisema maneno hayo, sauti yake ilipenya hadi kwenye kile chumba cha wageni ambacho Beatrice alikuwa yuko huko ndani. Alisikia kila neno. Joji alisimama uso wake ukabadilika, pumzi ikawa nzito, hasira zikamjaa sana. Hakusema neno, akatoka pale na kuelekea chumbani kwa kasi. Alipoingia chumbani, Beatrice alimkimbilia kwa upole na kumshika mikono miwili. Tulia mume wangu, alisema kwa sauti ya upole na utulivu. Mume wangu nina kuomba uache, waendelee kukaa tu hapa mpaka hapo neme nataka kujifungua. Ukiwafukuza sasa hivi, vita itaongezeka zaidi. Pia naona hii itasaidia kupunguza kelele na pugu za kila siku hapa ndani. Joji alimtazama mke wake kwa muda, macho yake yakiwa na upendo na heshima kubwa. Polepole uso wake ukatulia, kisha akasema Mamangu namjua vizuri, hii sidhani kama itasaidia. Mama atakuwa anapambana na wewe kila siku hapa ndani. Sawa mume wangu, lakini wakiondoka, hii italeta chuki kubwa, watuona mimi ndio nimesababisha. Kwa vile ni kwa muda mfupi, acha tu tuwavumilie, wasiondoke. George akatulia na kusema, nakupenda sana malkia wangu. Sasa wikendi hii tukikaa hapa vichwa vitapasuka tu, mimi najua hilo. Jiandae twende zetu Zanzibar tukapumzike. Beatrice alishikwa na mshangao na furaha isiyo na mfano. Kweli mume wangu? Joji akatabasamu akasema kwa upole, ndio malkia wangu, nataka ni kuone unacheka tu, maana nimemisi tabasamu lako. Beatrice, bila kupoteza muda akaanza kupanga nguo haraka haraka. Akapanga nguo zake pamoja na nguo za mume wake. Baada ya muda mfupi, wote wawili wakaingia kwenye gari na kuondoka bila hata kuaga mtu yoyote nyumbani. Hiyo ilikuwa ni safari ya kutafuta utulivu. Wakapanda ndege na kuelekea Zanzibar. Walipofika Zanzibar upepo mwanana wa bahari uliwakaribisha kwa mikono miwili. Walipofika hotelini, Beatrice alishindwa kujizuia, alitoa tabasamu pana ambalo George alikuwa hajaliona kwa muda sasa. Walipokelewa vizuri sana hapo hotelini, wahudumu waliwakaribisha kwa tabasamu. Beatrice akahisi kama ameingia dunia mpya. Kwa mara nyingine baada ya muda mrefu, Beatrice alijisikia amani mbali na chuki, kelele na mateso ya nyumbani. Joji akamwangalia akatabasamu huko akisema, karibu Zanzibar mke wangu. Baada ya kupumzika kidogo, walitembea hadi ufukweni. Huko walifulai pamoja, walikaa chini, wakatazamana kwa upole kama wanandoa wapya. Mchana walielekea Stone Town. Huko waliona majumba ya kale, milango maarufu ya kizanzibari yenye michoro ya Kiarabu. Huko Joji alimshika mkono mkewe na kumwambia, "Wewe ni mwanamke wa maisha yangu. Nakupenda sana mke wangu." Baada ya kutoka hapo, wakaelekea sehemu maarufu sana kwa vijana kuruka kutoka kwenye miamba mirefu na moja kwa moja baharini. Beatrice alitizama na kusema, aisee, hawa vijana hawachoki. George akacheka na kusema, hawa ni kama maji, hofu hawana kabisa. Mmoja wa vijana aliwarukia kwa mbwembwe, Beatrice akapiga kelele kidogo. George akamkumbatia na kusema, usiogope malkia wangu, niko hapa. Wakiwa wanaendelea kutazama, ndipo Joji akamshika mkewe na kusema Beatrice, huyu ni mwanamke mzuri sana, huyu ni zawadi yangu kutoka kwa Mungu. Beatrice akatikisa kichwa kwa upole, kisha akasema asante mpenzi wangu, nakupenda sana. Joji akamvuta karibu zaidi, akamkumbatia na kusema kwa sauti ya upendo wa dhati, hata nikipewa dunia nzima bado ningekuchagua wewe, kila siku, kila wakati. Upendo wangu unaongezeka sana kwako. Wakiwa bado wamekumbatiana, kijana mwingine akaruka kwa mbwembwe. Wote wawili wakacheka kwa furaha mpaka machozi yakawatoka. Ilikuwa ni siku ya amani, siku ya upendo na burudani. Zanzibar ilikuwa imewapa kile walichokuwa wamekikosa, utulivu wa mioyo. Jioni walikwenda Forodhani, walikula urojo, mishikaki ya pweza na juisi baridi ya miwa. Waliketi pembeni ya maji, wakatazama mashua za wavuvi zikipita. Beatrice akiwa ameweka kichwa chake kifuani kwa George akasema, natamani hapa ndo pangekuwa nyumbani kwetu, nisingetaka kuondoka kabisa. Jorji akamkumbatia na kujibu, itabidi tuhamie huko, maana nani ameshapapenda, alisema Jorji kwa utani kidogo. Jorji akaongeza kusema, nimegundua wewe ni furaha yangu. Usiku ule walipokuwa ufukweni, Jorji alimgeukia Beatrice na kumwambia, malkia wangu Ninapokuwa nawe najisikia ndani yangu amani ya ajabu ambayo hata siwezi kuieleza. Hakuna mtu mwingine wa kunifanya nijisikie hivi zaidi yako. Beatrice akamkumbatia kwa nguvu huku machozi ya furaha yakimtoka. Waliendelea kutembea taratibu, ilikuwa ni kama safari ya kuaminiana upya, upendo mpya na maisha mapya. Baada ya siku nzuri Zanzibar, Beatrice alikaa kitandani kule hotelini akiwa na furaha isiyoelezeka. Akaangalia picha walizokuwa wamepiga ufukweni, alichagua picha tatu nzuri akaziweka kwenye WhatsApp status na kuandika juu ujumbe amani ya moyo. Baada ya dakika chache, simu yake ikatoa notification. Alipoangalia alikuwa ni Dazu, rafiki yake wa dhati alikuwa amejibu ile status, furaha yako ndio amani yangu kipenzi. Beatrice alitabasamu na kujibu, asante sana sista wangu wa ukweli, asante kwa kusimama na mimi, Mwenyezi Mungu akujalie maisha marefu. Dazu alijibu tena, nipo hapa siku zote mdogo wangu, enjoy your peace. Wakati Beatrice akaendelea kufurahia maisha na mume wake kule Zanzibar, Ashura alipitia WhatsApp status kama kawaida. Ghafla akapata mshangao baada ya kuona zile picha ambazo Beatrice alikuwa ameziposti. Ashura alikwenda mbio kwa mama yake, huku moyo wake ukiwa na chuki na hasira. Mama, angalia hii alisema akimkabidhi simu mama yake Joji. Aliposhika simu na kuona zile picha, alinyamaza kwa muda mfupi, lakini macho yake yakabadilika. Alikuwa ameshindwa kuelewa kwa nini Joji ameendelea kumpenda Beatrice, licha ya kila kitu walichokifanya. Kumbe walivyotoka jana, walienda Zanzibar mama yake Joji alisema kwa sauti ya kushangaa iliyojaa chuki, anachezea tu pesa za mwanangu. Huyu Beatrice ana nguvu gani mpaka mwanangu anampenda hivi? Tumeshafanya kila kitu, hii siyo kawaida. Ashura alikaa karibu na mama yake akaongea kwa upole lakini kwa ujanja. Mama, mimi nadhani Beatrice amemloka kaka Joji pamoja kwamba Beatrice hawezi kuzaa, lakini bado kaka Joji anampenda. Ashura na mama Joji wakaanza kuandaa mkakati. Mama, sasa sio muda wa kukumbana naye tena waziwazi, hiyo njia imesha feli. Joji akiona tunamchukia Beatrice, anazidi kumlinda na wanaongeza ukaribu. Mama, tuna kazi kubwa sana ya kumbadilisha kaka Joji inabidi tuhakikishe Joji anamchukia Beatrice na mwishowe anamwacha. Mama Joji akaongeza, na sio tu kumwacha mwanangu, yaani hataki hata kumwona tena. Mama akanyamaza kwa sekunde chache akifikiria, kisha akasema, ili naona litafanya kazi tukijifanya, hatuna tatizo Joji atapunguza ulinzi kwa Beatrice na hapo ndipo tutaanza kumvuta taratibu kupitia mtoto wa Neema. Ashura akatabasamu kisha akasema, ndiyo mama, Joji akishapendezwa na mtoto, Beatrice atabaki pembeni bila sisi kusema chochote. Mama akakubali akasema kwa sauti ya uhakika, basi kuanzia leo hakuna mabishano, hakuna maneno makali Tutacheza na akili mpaka hii ndoa ivunjike yenyewe.